Nianze kwa kuambia kwamba kabla hamjaziona hizo nyumba zilizopo hapa, kabla hajakuwepo majengo, kabla hakijakuwepo kitu kingine chochote, Mwenyezi Mungu alitupa misitu. Kwa misitu hii uwepo wake, miti ambayo tunaiona miti asili na ambayo wanasayansi wameidevelopa mpaka sasa tunaipanda, haikuja kwa sababu ya bahati mbaya. Maisha yetu kwa asilimia kubwa yanategemea misitu, na katika shughuli za kibinadamu ambazo tumekuwa nazo ndizo zilizopelekea uharibifu wa mazingira. Kwa tukipata mmomonyoko, tukipata kukosekana kwa mvua, tukikosa mvua, mito ikikauka, changamoto kubwa ni kwa sababu uoto wa asili uliokuwepo tumeuondoa, na nyie, wana Wanging'ombe, kwa mwaka huu ni mashahidi ya kwamba pamoja na kwamba serikali ilishatangaza ya kwamba tutakuwa na mvua za wastani, lakini kwa miaka yote kama Njombe au Wanging'ombe tumekuwa na mvua ambazo zinanyesha nyingi. Mwaka huu zimepungua, na baadhi ya wakulima wamepata changamoto ya mazao yao kutokuwa vizuri kwao. Tuko katika jukumu hili muhimu sana, nimeona kwanza nianze ili mrejee tulikotoka kwenye utunzaji na uharibifu wa mazingira au misitu ambayo ilikuwepo ya asili na ambayo wakati mwingine tuliipanda nayo kwa namna moja au ingine tumeivuna pasipo kuirudishia miti mingine. Watoto wangu, nyie ni watu muhimu sana. Baba zenu sisi tushaharibu mama zenu washaharibu katika swala la mazingira, na tuko hapa kwa ajili ya kuwapa elimu lakini na kusisitiza kuhusu umuhimu wa upandaji wa miti na faida ambazo tunaweza kuzipata, na ndio maana niliwaita baadhi yenu. Sitaki kurejea faida ambazo wamezisema, lakini nisisitize katika jambo muhimu ya kwamba swala la kupanda miti ni jambo moja na swala la utunzaji wa miti ni jambo lingine. Maelekezo ya serikali kupitia ofisi ya Makamu wa Rais Dkt Mheshimiwa Dkt Isdori Mpango ni kwamba kila halmashauri ipande miti isiyopungua milioni moja na laki tano, na kwa halmashauri yetu ya Wanging'ombe tumekuwa tukififanya hilo, tumekuwa tukipanda hiyo miti. Changamoto ambayo tunayo ni utunzaji wa hiyo miti ambayo tunaipanda tangu sera hiyo ianzishwe. Nyie ninawaomba sana mkawe mabarozi katika nyumba mkawa mabalozi hata mtakapomaliza shule, mkawa mabalozi hata mnapokuwa likizo, kwa mmoja mmoja, kwamba tukishapanda mti ni lazima huo mti ukue. Mwaka jana nyie ni mashahidi ya kwamba upande wangu wa kulia mahali pale mlipanda miti, na nimefurahi kuiona kwamba ile miti bado ipo, mnaendelea kuitunza, na hii tunayokwenda kuipanda katika siku hii ya leo nayo na tuna amini ya kwamba mtaitunza itakuwa. Lakini niwaongezee jambo lingine, na kwamba serikali imewekeza fedha nyingi sana katika bwawa la mwalimu Nyerere, au Stiegler's Gorge. Bwawa lile linazalisha umeme na fedha zilizowekezwa pale ni zaidi ya shilingi trilioni 6.5. Bwawa hilo linazalisha umeme ambao ni megawatt 2115. Lakini sisi kama wilaya ya Wanging'ombe katika siku hii muhimu tunapopanda miti hii italeta maji, tutatunza pia vyanzo vya maji na maji yanayotoka mahali hapa, naomba msaidieni na maji yanayotoka katika eneo hili la Wanging'ombe moja yanawafaidisha wananchi wa Mbarali, lakini yanaenda moja kwa moja mpaka kwenye bwawa hilo kwao. Watoto wangu wanafunzi na viongozi ambao tumeambatana hapa, tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira, lakini pia tunatunza miti na tunafanya zoezi hili liwe endelevu. Kwa leo tuko hapa sisi ni kama chachu tu au ni catalyst ya kuchochea, lakini jukumu la mmoja mmoja kuendelea kupanda miti ni muhimu zaidi. Kama tulivyosikia e, kauli mbiu ya kidunia inasema misitu na chakula, kwamba misitu ikihifadhiwa vizuri ni kwamba kutakuwa na mvua lakini pia kutakuwa na maji yanayotiririka ambayo inaweza katusaidia pia kwenye kilimo kwa maana ya kufanya kilimo cha umwagiliaji. Kwa hivyo mwagiia eh, kidunia hiyo ndio kaulimbiu ambayo inasema kwamba misitu na chakula. Kwa hivyo kuna uhusiano mkubwa kumbe sasa, kwamba misitu kama ikifadhiwa vizuri z eh, inaweza ikasaidia sana kwenye kuendeleza sekta ya kilimo. Lakini kwenye eh, kaulimbiu ile ya, ya, ya, ya, ya, ya kwetu ya Tanzania inasema ongeza thamani ya mazao ya misitu kwa rasilimali kwa kizazi cha sasa na kijacho. Kwa maana ya kwamba kama tukipata mazao mazuri ya misitu tukawa tunaongezea thamani, kwanza tutaongeza e, aina mbalimbali za bidhaa na huduma, lakini pia itatusaidia pia kupata masoko mazuri. Nimesikia kwamba kuna wakulima wengi wa miti hapa wanavuna miti ikiwa michanga. Unapovuna miti ikiwa michanga, unapunguza ule ubora wa, wa mbao au na bidhaa nyingine. Kwa hivyo ni vizuri sana eh, ugani au elimu ikaendelezwa ili wananchi wetu waweze kuvuna miti ambayo imekomaa. Kwa sababu miti ambayo haijakomaa ikiingia sokoni inakuwa ni vigumu kutofautisha kwamba hii mbao ni ya mti mchanga au mbao hii ni ya mti uliokomaa. Kwa hivyo ni vizuri sana wale maafisa wa ugani wakaeneza hiyo elimu ili tuweze ku, kupata bidhaa ambazo zina ubora unaostahili. Lakini swala lingine nimesikia pia kwamba mnafanya shughuli za ufugaji nyuki. Ehe, miti na e, misitu pamoja na sekta ya nyuki ni vitu ambavyo viko pamoja. Kama nilivyosema, mimi natoka idara ya misitu na nyuki, kwa hivyo ni vitu ambavyo vinategemeana sana. Ni wasihi na ni waombe kwamba maafisa wa ugani tuzidi kuwaelimisha wananchi waweze kufuga nyuki ili hatimaye tuweze kupata e, misitu ambayo ime ambayo e, e, ndani e, yake kuna nyuki, kuna ufugaji nyuki. Tunaambiwa kwamba uchavushaji, uchavushaji wa, wa, wa, wa miti na hata mimea unafanywa na mdudu nyuki kwa asilimia 80. Kwa hivyo hiyo asilimia 20 iliyobaki ndio ambayo inafanywa na wadudu wengine. Kwa hivyo mdudu nyuki anasaidia sana kwenye kuendeleza e, mimea na hasa e, misitu lakini pia hata kwenye kilimo pia. Kwa hivyo tukifanya ufugaji ambao ni endelevu ambao unafuata zile kanuni, utatusaidia sana kwenye kufanya e, ardhi au mimea yetu iwe na afya ambayo tunaitarajia tuna, tuna, tuna kuipata. Kwa hivyo niwapongeze sana sana sana wana Wanging'ombe.